Katika siku chache zilizopita kumekuwa na taharuki miongoni mwa wafuasi wa siasa nchini Tanzania kufuatia taarifa za kukamatwa kwa makamu mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, mheshimiwa John Heche ambaye alikamatwa Jumatano ya tarehe 22 ya mwezi Oktoba ya mwaka 2025 katika viunga vya mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam. Tukio hilo lilijiri muda mfupi kabla ya kuingia kwenye eneo la mahakama kwa shughuli zake binafsi na tangu hapo limekuwa likifuatiliwa kwa karibu na familia yake, chama chake, vyombo vya habari na wadau wa haki za binadamu nchini. Awali kulikuwa na mkanganyiko mkubwa kuhusu mahali alipopelekwa baada ya kukamatwa kwake, kwani taarifa za awali zilieleza kuwa Heche alikuwa amesafirishwa kuelekea mkoani Mara, hasa Tarime, kwa ajili ya mahojiano zaidi na jeshi la polisi. Hata hivyo, baadaye ilibainika kuwa hakufikishwa mkoani huko, jambo lililoongeza sintofahamu miongoni mwa wanachama wa chama hicho na wananchi walikuwa wakifuatilia kwa karibu tukio hilo. Tarehe 24 Oktoba mwaka 2025 Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, kilitoa taarifa rasmi kwa umma kupitia mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa chama hicho, Bi Brenda Rupia, ikifafanua kwa kina kwamba Mheshimiwa Heche kwa sasa anashikiliwa katika mahabusu ya polisi Mtumba jijini Dodoma baada ya kuhojiwa na idara ya uhamiaji mbele ya wakili wa, wa chama chake na ndugu yake. Kukamatwa kwa Mheshimiwa Heche kunatokea katika kipindi cha kampeni za uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 ya mwaka 2025 ambapo viongozi wa vyama vya upinzani wanashirikiana kwa karibu na wanachama wao kuhakikisha kila hatua ya kisiasa inafanyika kwa uwazi, heshima na kwa kuzingatia sheria zilizowekwa, huku chadema ikisisitiza kwamba taarifa zinazotolewa kwa, zi kwa umma zinafuata wazi na heshima na kwamba hatua za chama katika ufuatiliaji wa hali ya viongozi wake hufanyika kwa utaratibu wa kisheria bila kuvunja taratibu zilizowekwa. Katika kipindi hiki, changamoto mbalimbali zinajitokeza kwa vyama vya upinzani, ikiwa ni pamoja na masharti ya usalama katika baadhi ya mikutano ya hadhara, vikwazo vya usafiri na safari za kimataifa kwa baadhi ya viongozi na changamoto zinazohusiana na taratibu za uhamiaji, huku Chadema ikisisitiza kwamba hatua zake zote zinazingatia sheria heshima na uwazi, huku ikihakikisha kwamba kila tukio linatoa mwongozo sahihi kwa umma na wanachama wake, jambo ambalo limeongeza uelewa na imani kwa wananchi kwamba mchakato wa kisiasa unafanyika kwa utaratibu na taratibu zinazowezesha haki, usalama na uwazi. Mheshimiwa John Heche anakabiliwa na tuhuma zinazohusiana na kuvuka mpaka wa Tanzania na kuingia Kenya bila kufuata taratibu rasmi za uhamiaji, jambo ambalo lina dhamana kisheria na linahitaji hatua maalum za kisheria ili kuhakikisha mchakato unafuatwa kwa uwazi heshima na kukufuata sheria. Sheria za Tanzania zinaeleza kuwa mtu aliye na kosa la dhamana anaweza kutakiwa kutoa dhamana ili kusubiri hatua nyingine za kisheria, na hatua hizi hufuatwa ili kuhakikisha haki za mtu huyo zinatimizwa. Jeshi la polisi limekataa kutoa dhamana kwa mheshimiwa Heche likieleza kwamba kuna maelekezo yaliyotoka kutoka kwa viongozi waliowekwa juu kuhakikisha mheshimiwa Heche anaendelea kubaki katika mahabusu, jambo ambalo limeibua mjadala mkubwa miongoni mwa wanachama wa chama na wananchi, huku Chadema ikisisitiza kwamba hatua zote zinafuata taratibu zilizowekwa kisheria na kwamba mawakili wa chama wanaendelea kufuatilia mchakato huo kwa karibu ili kuhakikisha haki za mheshimiwa Heche zinatimizwa kikamilifu na kwa uwazi hatua ambayo imeonyesha uwajibikaji wa chama katika kufuatilia hali ya viongozi wake na kuhakikisha mchakato wa kisheria unafanyika kwa uwazi kama ilivyothibitishwa na Chadema. Mheshimiwa Heche kwa sasa anashikiliwa katika mahabusu ya jeshi la polisi Mtumba jijini Dodoma, hatua ambayo inaashiria mfuatano hatu wa hatua zinazochukuliwa tangu kukamatwa kwake jijini Dar es Salaam na kusafirishwa kuanzia kituo kikuu cha polisi hadi Dodoma, na inaonyesha hali halisi ya kisheria na usalama wa viongozi wa chama. Chadema imeeleza kuwa inafuatilia kwa karibu hatua zote za kisheria zinazohusiana na kiongozi wake ili kuhakikisha haki zake zinatimizwa kikamilifu. Hatua ambayo inathibitisha uwajibikaji wa chama katika kuhakikisha kila hatua inafanywa kwa taratibu sahihi, heshima na uwazi, huku taarifa sahihi zikitolewa kwa wanachama wake na umma kwa ujumla. Lakini kabla sijaenda kukusomea barua iliyotolewa na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, juu ya uwepo wa Mheshimiwa John Heche mtumba jijini Dodoma, hebu tuangalie hatua zilizochukuliwa na familia na wanasheria wa Chadema baada ya kukamatwa kwake. Familia ya Heche ikiongozwa na kaka yake mkubwa kwa kushirikiana na timu ya mawakili wa chama ilianza juhudi ya kufuatilia hali yake ya kujua mahali alipo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ndani ya chama hicho, juhudi hizo zilihusisha kufika katika vituo mbalimbali vya polisi Dar es Salaam na baadaye kufuatilia taarifa za kusafirishwa kwake kuelekea Tarime. Hata hivyo ulipofika Tarime, walielezwa kuwa Heche hakuwa amefikishwa huko. Taarifa hizo zilisababisha taharuki kubwa, hasa kutokana na ukosefu wa mawasiliano ya moja kwa moja na maafisa wa jeshi la polisi waliokuwa wakihusika katika usafiri huo. Baada ya siku mbili za mawasiliano ya karibu na vyombo vya habari na viongozi wa chama, hatimaye ilibainika kuwa Heche alikuwa amefikishwa Dodoma katika kituo cha polisi Mtumba, ambapo alikuwa akihojiwa na idara ya uhamiaji. Wanasheria wa chama hicho walithibitisha kuwa walifanikiwa kumwona akiwa salama, japokuwa bado alikuwa chini ya ulinzi. Walisisitiza kwamba wangeendelea kufuatilia kwa mwenendo wa kesi yake ili kuhakikisha haki inatendeka na taratibu zote za kisheria zinaheshimiwa. Baada ya sintofahamu ya siku kadhaa, sasa imebainika rasmi kwamba mheshimiwa John Heche anashikiliwa katika mahabusi ya polisi Mtumba jijini Dodoma. Taarifa hii imetolewa na Chadema kupitia mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Brenda Rupia, ambaye alithibitisha kwamba Heche alionana na mawakili wake pamoja na ndugu yake wakati wa mahojiano na idara ya uhamiaji. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Heche anaendelea kushikiliwa kwa mujibu wa maelekezo yaliyotolewa na mamlaka za juu huku timu ya wanasheria wa Chadema ikihakikisha inafuatilia kila hatua ya mchakato huo wa kisheria. Chama hicho kimeendelea kutoa wito kwa wanachama wake na wananchi kwa ujumla kudumisha utulivu na kuendelea kuwa na imani katika taratibu za haki na sheria. Barua iliyotolewa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ilikuwa ikisomeka kwamba Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinapenda kuutaarifu utaarifu umma kuwa makamu mwenyekiti taifa, Mheshimiwa John Heche anashikiliwa kwenye maabusu ya jeshi la polisi Mtumba jijini Dodoma. Mheshimiwa Heche leo Ijumaa tarehe 24 Oktoba ya mwaka 2025 alihojiwa na idara ya uhamiaji mbele ya wakili wa chama na kaka yake akituhumiwa kuvunja sheria za uhamiaji kwa kile walichokisema alivuka mpaka wa Tanzania na kuingia nchini Kenya bila kufuata taratibu. Pamoja na kosa hilo alilotajiwa ambalo lina dhamana, jeshi la polisi limekataa kumpa dhamana likisema kuwa kuna maelekezo kutoka juu kuwa aendelee kubaki mahabusu. Mheshimiwa Heche alikamatwa na jeshi la polisi juzi Jumatano kwenye geti la Mahakama Kuu, masjala ya Dar es Salaam, kabla ya kupelekwa kituo kikuu cha polisi, Central Dar es Salaam kisha jeshi hilo likasema linamsafirisha kumpeleka polisi Tarime mkoani Mara. Ilisomeka hivyo sehemu ya barua iliyotolewa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kupitia mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Brenda Rupia. Lakini hebu tuangazie muktadha wa kisheria na kisiasa kwenye hili. Kukamatwa kwa Mheshimiwa Heche kumeibua mijadala mbalimbali mbali katika duru za kisiasa na kijamii hasa ikizingatiwa nafasi yake kama mmoja wa viongozi wakuu wa chama kinachoshiriki kikamilifu katika kampeni za uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29. Kukamatwa kwa mheshimiwa Heche kumeibua mijadala mbalimbali katika duru za kisiasa na kijamii, hasa ikizingatiwa nafasi yake kama mmoja wa viongozi wakuu wa chama cha upinzani. Kwa mujibu wa sheria za Tanzania, makosa yanayohusiana na uhamiaji ni dhamana isipokuwa pale ambapo ushahidi unaonyesha hatari kubwa kwa usalama wa taifa au sababu nyingine za kisheria. Kwa hivyo wanasheria wengi wamesema ni muhimu kwa mamlaka husika kuhakikisha taratibu za msingi zinafuatwa hasa katika hatua za awali za mahojiano na upelelezi. Kwa upande mwingine, wachambuzi wa siasa wameona tukio hili ni kama sehemu ya changamoto za kawaida katika kipindi cha uchaguzi, ambapo wanasiasa wakubwa hukabiliwa na ukaguzi wa karibu kutokana na nafasi zao katika jamii. Hata hivyo, ni muhimu kuelewa kuwa vyombo vya dola vina wajibu wa kuhakikisha kila hatua inayochukuliwa inafuata sheria bila kujali hadhi au nafasi ya mtu katika jamii. na kwa kwa kumalizia, kukamatwa kwa mheshimiwa John Heche kumezua mazungumzo mengi katika nyanja za kijamii, kisiasa na kisheria. Wapo wanaona ni sehemu ya mchakato wa kawaida wa utekelezaji wa sheria, hasa pale ambapo masuala ya uhamiaji yanahusika, lakini pia wapo wanaona tukio hili kama changamoto kubwa kwa uwanja wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu. Kwa upande wa familia, jambo la msingi limekuwa ni kuhakikisha usalama wake na kuhakikisha taratibu za kisheria zinafuatwa kikamilifu. CHADEMA kupitia wanasheria wake imeendelea kutoa ushirikiano kwa mamlaka husika, huku ikihimiza wanachama wake kutulia na kufuata njia za kisheria. Mwisho, CHADEMA imeendelea kusisitiza kwamba itaendelea kufuatilia kesi hii kwa karibu, huku ikitoa wito kwa Watanzania wote kudumisha amani na utulivu, ikiamini kuwa haki itatendeka kwa mujibu wa sheria. Kwa sasa, macho yote yanaelekezwa Dodoma, hasa katika mahabusu ya Mtumba ambapo viongozi wa chama na familia ya mheshimiwa Heche wanaendelea kupata taarifa za karibu kuhusu hali yake na mwenendo wa mchakato mzima wa kisheria unaoendelea. Naam, hayo ndiyo yaliyojiri juu ya sakata zima la kesi na mkambili John Heche, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tanzania. Nam, hizo ndizo taarifa zilizojiri juu ya jambo linalomkabili John Heche na taarifa rasmi kutoka ndani ya chama hicho cha demokrasia na maendeleo Chadema, juu ya hali inayoendelea kwa kiongozi huyo ambaye ni makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tanzania. Tafadhali tuandikie mtazamo wako kwenye haya, lakini pia usiache kuendelea kutufuatilia kila wakati kwa habari zaidi kiganjani.